Mambo vipi, nimekutana na msanii mwenzetu hapa em. Kwa majina yangu kwanza, naitwa Rosemary Power Abdalla, nimeshiriki kwenye muvi ya utawi wa kijiji. Leo yani nimekutana na rafiki yangu em, kwanza tumuulize ajitambulishe kwanza. Okay, kwa majina yangu mimi naitwa Dan Maro Ndongo, au jina maarufu naitwa Mabibo. Asante jamani, tumemsikia anaitwa Dan Maro sasa Dani Maro, mimi na swali langu leo hivi, kwa nini kwenye muvi ya uchai wa kijiji ulikuwa unapenda sana kuigiza na na mswaki kwa nini? na mimi nimependa ile brandi yako, naigiza sana na mswaki <laughs> i <nini> niliipenda. <laughs> Uh, ni kweli ile bana, mimi ni, ni brand yangu ambao nilijiwekea toka mwanzo wa movie ile naanza kuitengeneza hadi mwisho, kwa sababu nilitumia ni, ni, ni, ni hivyo. Nilikuwa ni, nilicheza kama mkuu wa wachawi kwenye movie ile, kwa hiyo ni, ni, na ile movie ilikuwa inawashauri pia, sio kwamba kwa sababu watu wengine walishauri iwe hivyo na ikawa hivyo, na vilevile ile ni kama brand tu ambayo mimi niliona nitumie hivyo, kwa sababu niliitumia mwanzo na mwisho ikabidi niitumie hivyo. Ai, yeah, mimi nilipenda sana ile brand yako ya kutembea na swaki, yani nilipenda. Yani nilipenda tu. Aa, na lakini vile vile hata wewe pia ulitisha, ulitisha kwa sababu kwenye ile movie na wewe umecheza kama dada wa mashiba <laughs> ulitisha pia, ulikuwa vizuri. Etie. Mm, hapa nakukumbuka vizuri. Hello, wapenzi watazamaji na mashabiki zetu, tunawakaribisheni sana kwenye familia yetu ya Umoja Stars Geita. Pia tume fikisha mwisho muvi yetu ya uchawi wa kijiji, na vilevile vile tumeachia muvi yetu nyingine mpya. Tunawakaribisha sana kwa ajili ya kuifuatilia movie, inaitwa ni mzimu wa Rozi. Tumeachia episodi ya kwanza na episodi ya pili ipo tayari, kufikia kesho kesho kutwa tunaweza tukaiachia. Tunapenda kuwakaribisha sana, karibuni mpate kutusapoti. Ukiwa una mawazo, ushauri, pia tunakukaribisha sana karibu kwenye familia yetu, sisi ni familia moja kwa elini